Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nimekuja kukukumbusha mwana wa Mungu kwamba Yesu anarudi. Yesu anarudi kwa namna ambayo haukutarajia wala kutegemea. Anarudi, sijui umejiandaaje? sijumejiandaje mwana wa Mungu, Yesu anarudi, anarudi Yesu anarudi. Jamani makanisa msikie, wateule, Yesu anarudi. wa usilale, usilale wachungaji, kesho ni Jumapili. Ambieni watu Yesu anarudi, wa wajiandae. Yesu wa na wachungaji, bado mnahubiri nini, watumishi wa Mungu Wakumbusheni watu, hata ukiangalia ulimwengu wa roho kuna jambo linataka kutokea. Nimekuwa siwezi kujizuia tangu asubuhi, sauti nasema ndani yangu, Yesu anarudi, jiandaeni. Kelele zimepigwa, watu wamesema, jamani, Mungu ametumia wa watu, wewe unafanya moyo kwa nini? Watu wamesema na wewe jamani, umepanda daradara, kuna mtu wanasema kwenye redio, umeshuka kwenye vituo, kuna watu wanasema Yesu, wamesema mtandaoni, kila mahali wanakuonya mwana wa Mungu mgeuke, wanakuonya mtenda dhambi mgeuke. Yesu nabii, tuko hapa na binti yangu Rusi tunajiandaa nami mimi nikualike, kuanzia Jumatatu tutakuwa na kambi hapa hapa kanisani. Mimi ni mchungaji wa hili kanisa. Kama unataka kujiunga nasi online, basi namba yako weka hapo. Tutakuwa tunamngoja Yesu, tuko kwenye maombi ya siku tatu. Anarudi akuomba rehema kwa sababu lango bado halijafungwa. Kuna saa inakuja lango linaenda kufungwa. Mtu wa Mungu, bado una nafasi. Wakati wa wokovu ni sasa kwa sababu kesho hatujui ti Yesu hata sasa hivi tunavyozungumza anaweza baada akachukua kanisa lake. Mtu wa Mungu, jiweke tayari kwa sababu Yesu anarudi. Mtu wa Mungu, Yesu anarudi. Yesu, anarudi. Isaya hamsi na tano mstari wa sita neno la Mungu linasema mtafuteni, Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Mtu mbaya naache njia yake na mawazo yake, na mrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wake naye atamsamehe kabisa. Mungu anatangaza rehema siku hii ya leo. Mungu anatangaza rehema. Mtu wa Mungu unagoja nini sasa? Kwa sababu kesho witu, muda wowote, saa yoyote, lango la rehema linaenda kufungwa. Mtu wa Mungu una nafasi ya upendeleo sasa, fanya uamuzi sasa. Yes. Ndugu zangu ambao sijakutana nao na waza, mnapoona napoona picha hii tubu, rafiki yangu tubu. Tunakwenda kusapareti milele tunakwenda kuachana milele, hatutaonana natafuta <tutu> makanisa, utakuta majengo hatutakuwepo. Tubu, tengeneza mambo ya njia yako. Makuambia kuanzia Jumatatu tuko online unaweza ukajiunga nasi, tutakuwa tuna maombolezo kwa ajili ya uamsho, watu wa Mungu waamke, lakini na kusiusilale anza kutubu, jifungue ni dhambi ndogo ndogo sana zitakazo kuzuia. Bado unakaa chuki, bado unawivu, tubu. Yesu amekupa nafasi. Nsasa, ni sasa, na nataka nikuambia hata tusipoondoka tarehe ishirini na tatu ishirini na nne bado tutakaa mkao wa kuondoka muda wowote. Mimi dunia imenichosha, haina jema kwetu, hakuna ramba tunaipata hapa duniani. Kwa nini tusiende kwetu? Acha mzee aje, acha baba aje, acha baba aje, baba wetu aje tu atuchukue. Kikubwa ni kujiandaa. Tuna raha gani dunia itutake tupende Jioshe, zama kwenye damu ya Yesu, shiriki meza ya Bwana. Tena mwisho wa maombi yetu tutashiriki meza ya Bwana. Usidanganywe, usingang'ane kukaa sehemu ambapo hautatafakari Yesu. Weka chini simu, jiandae, jiandaye, yatatokea. Najua inakuwa ngumu sana kuamini kwa sababu ni kitu kigeni na kipya, lakini itatokea Mungu awabariki sana, lakini usisahau Yesu anarudi. Kisoma Sefania sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15 anasema s siku, siku ya ghadhabu, siku ya viki, siku ya utusitusi na weusi, siku ya giza. Ukibaki utauona utusitusi. Imagine unakwenda kanisani unakuta mna kitu tena unaomba, mimi niliona hakuna tena nekutikia. Sikubali kubaki, utakutana na mpinga Kristo. Atakutesa. kwa nini uteseke na Yesu umemjua? Jamani, naomba uamsho kwako. Mungu aamshe roho yako katika jina la Yesu, amen. Tunakuombea uamsho kwa damu ya Yesu. Mungu aamshe roho yako. Mungu aamshe roho ya maombi, roho ya kutubu. Jitakase. Biblia inasema na mtakatifu azidi kujitakasa. Usiridhike, endelea kujitakasa, endelea kuachilia damu ya yesu juu yako, endelea kukumbuka. Mwambie roho Mtakatifu nikukumbushe miro Bwana amenikumbusha mambo mengi niisha ya ya zamani, nipo kuyatubia, natubia, siachi. Najua uchungaji hauwezi kunisaidia, usupastaa hautakusaidia, hauwezi kunisaidia. Kujulikana hakutanisaidia niingia ule mlango, chochote hakiwezi kunisaidia, nitoba tu. Amesema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huwo utakatifu ambao hakuna mtoto ameona mungu asipokuwa nao